Azam mimi nitamdai eh? Azam mimi nitamdai kwa tawzi, ni kwa kundi e, e, lake mm, nitamdai ntamdaini kwa msimu huu, na ninamtoa huu namtoa atapita, ila hawa wengine na Nairobi aa uh, uh, Nairobi ndio mtoe kabisa, kwa sababu huyu tayari amemzidi vitu vingi yani, mm, yani nazungumzia kwenye ile, atuachane na football mpira na matokeo ya kushangaza sana, wanaweza akapoteza lakini kwenye kile ambacho tunabaki nacho kwenye makaratasi tunakiona sasa hivi, yani kwamba quality ya wachezaji, uwekezaji wache, kile ambacho anakitaji Azam na kile ambacho wanacho Azam, wamewazidi mbali sana uh, Nairobi yes, Nairobi ni miongoni mwa timu ambazo sasa sasa hivi zi, zi, zimewekewa mpunga mzuri sana na rais wa pale, kwa sababu pia ni miongoni mwa watu ambao wanashabikia ile timu mm -hmm, na anaamini kwamba kwa, kwa sababu ni timu yani, inapendwa sana na wananchi wa pale, kwa hiyo amewekea mpunga ile timu uh, iwe kama mpungaiitima so mwakani kama, kwa hiyo mm, amewekea sana fedha pale, mwakani kama uchaguzi hivi karibuni, kwa hiyo amewekeza sana kwenye kuifanya timu hiyo bora iwe shindani, ameongezea nguvu, maana yake washindani, yaani, katika zile timu ambazo zinakuwa zina bato sana kwenye ligi ya Kenya, anatamani kuiona Nairobi ikipanda, ikipanda. Kwa hiyo nao wana fedha kidogo. Sasa tunarudi kwenye ule uhalisia wa kwamba mm. walichonacho sasa hivi na kile ambacho Azam anacho sasa hivi mm. Azam anacho kikubwa sana mm, kwa sababu hata wachezaji ambao Azam anao ukienda pale Nairobi huwezi ukawakuta, kwa sababu wao wachezaji wote ni wazawa mm. Na katika hao wa wazawa kila ambacho wanakizalisha tofauti na kila ambacho anacho Yani hii Nairobi nitawadai. Yaani na maana hii Nairobi, Azam anachukua alama ngapi? Sita. Sita. Kwenye hawa manye, um, uh, manyema hawa. Manyema. Msimu uliopita walikuwa kundi moja na Mamelodi Sundowns. Uh, katika mechi ambayo wamecheza pale Congo, uh, na, na Mamelodi Sundowns wametangulia kufunga, lakini wakaja wakachumbua magoli zote. Hata timu ambayo wameshiriki mara kwa mara M, lakini bado sio timu ile ambayo unaweza kusema itampa ugumu sana Azam moja wana kocha ambaye tayari anajua mazingira ya pale, wana mchezaji ambaye anajua mazingira ya pale. Tukimtoa mchezaji, kocha tu mwenyewe mazingira ya Kongo anaafahamu. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kucheza vizuri na hawa watu mm. kwamba kama atachukua alama zote sita basi atachukua hizi nne. Kama atachukua alama nne kwa uh, manyema mm. akachukua sita kwa, kwa Nairobi mm. ana kumi tele, ameshasonga mbele mm. ina maana ndio maana sema Wydad na, na Azam, Azam mimi nitamhukumu kwa sababu ya timu waliyopanga nayo mm. Singida naweza simhukumu kwa sababu timu ambazo amepanga nazo ukirudi kwenye msimu uliopita wamefanya vizuri, ndo ambao wametolewa wame na Simba nga, e, Bush, mm. lakini angalia wa kwanza yule ule uh, namna ambavyo na, ana ushindani kwenye aya mashindano mm. hata rekodi yake ukifuatilia ni nzuri zaidi tofauti na nilivyokuelewa vizuri kwamba eh, kwa nini utawadai Azam ni ulipoanza kuilinganisha Azam na Nairobi United United ni nini tuele, yeah. Yeah. Eh, Nairobi mm. msuri wa kifedha msuri wa kiuchezaji, Azam yuko juu kuliko Nairobi hapo mm. na mimi nimekukubalia kwamba alama tatu zinakwenda mm. sita mm. sote mm. a nyumbani, ugenini na mimi naunga mkono.